Nafikiri kama mnakumbuka tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025 mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo Ndugu Severine Mushi akiwa Ikulu Dar es Salaam, kwenye hadhara iliyoandaliwa na rais kwa ajili ya kuwashukuru watu kutokana na tukio lililotokea Kariakoo pale kwa namna ambavyo walivyoweza kusaidiana nao, alimuomba au alipeleka uh, kilio cha wafanyabiashara kwa mheshimiwa rais. Uh, namna ambavyo wafanyabiashara wa kigeni wanavyo, uh, wasumbua au wanyanyasa wa Tanzania katika nyanja mbalimbali wafanyabiashara wazawa. Kwa hiyo bila kupepesa macho, Mheshimiwa Rais aka akatoa tamko siku hiyo hiyo akiomba kwamba tume iundwe na ambaye alipaswa kushughulikia hilo ni waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Suleiman Jafo kama tunavyokumbuka speech ya Mheshimiwa rais wakati anamwagiza, anamwapisha Waziri Jafo alisema, nenda Kariakoo pa na changamoto na Kariakoo we nyumbani kwako ushinde pale. Tunamshukuru waziri amekuwa akifanya hivyo, kila penye changamoto na kweli anafika, na tumeona ameunda tume ya kwanza. Alipoona kwamba kazi aliyofanya bado hairidhishi yeye mwenyewe, tukakuta ameona ameingia field akakuta wageni, na zoezi bado linaendelea la kuondoa wale wageni. Tunashukuru kwa kwa hatua hiyo tu lazima tuipongeze sana serikali. Lakini kwenye hizi operation hatuwezi kukosa madhaifu au mapungufu. <clears throat> Katika hiyo operation tumeangalia changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo pamoja na kwamba zoezi linaenda vizuri sana ni kwamba unakuta tulikuwa unajua wale ni wawekezaji. Na mpaka mheshimiwa rais, nimekumbuka anasema kwamba wale wachuuzi wa Kariakoo na tafuta nini pale. Na ni kweli wale ni wachuuzi kwa maana wawekezaji wote mnaona wako Kariakoo pale. Kwa maana rangi zao na ngozi zao wengi tumeona hawana TIC certificate ambacho ndio kibali kinachosema wewe ni mwekezaji. Badala yake wengi wameenda kusajili biashara, kama anaenda amefungua local company akijiita ni mwekezaji lakini anafanya biashara ya importation ya bidhaa ambazo zimekamilika. Na tukakaa na kikao na watu wa wawekezaji wakasema, sisi na mwekezaji tunamtambua ni yule ambaye anafungua kiwanda kwa maana manufacturing, na lazima hadi thamani au value addition kwenye, nani sio kwamba mtu anayeleta bidhaa iliyokamilika. Sasa nini kimetokea? Ni kwamba imekuwa ni changamoto kwa nchi yetu na tunatukwa hapa kwa sababu kwamba sisi kwanza sio wanasiasa, sisi ni wafanyabiashara. Biashara ndio maisha yetu, na tusipoongea shira zetu tutakuwa hatuwatendei hata kizazi kinachokuja. Tunalalamika kwa sababu tunaona kwamba mfanyabiashara wa kigeni yuko kali yako anaingiza bidhaa ambazo zimekamilika kwa asilimia mia moja ambazo hizo bidhaa sisi wazao tunaweza nazo. Tulipoenda kwenye sheria zetu, sasa tumekuja kuundua changamoto kubwa. Sio watu wa TIC, changamoto kubwa ipo kwa watu wa BRELA, ipo kwa watu wa kibali wa, wa kazi, ipo kwa watu wa migration. Hapa ndo kwenye shida, na ambapo tunaomba serikali iangazie macho kama kweli tunataka kutatua changamoto. Tunashangaa tunakuta mtu anasema ni mwekezaji yupo anasukuma toroli. Mtu anasema ni mwekezaji yupo anachezesha yale makamali yale makamali yale. Kitu ambacho sasa kinatengeneza kati ya chuki kati ya hawa wafanyabiashara wazawa na hawa ambao ni nani? Ni wageni. Tunataka mwekezaji ambaye yuko kwenye manufacturing industry, akija hapa katikati, kuna middleman ambaye anafanya distribution, kutoka kwa middleman kuna mtu ambaye anauza kwa final consumer ambaye ni mlaji wa mwisho. Tunapongeza sana hata mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Chalamila, mara kadhaa amelalamika naye anasema kwamba nasikitika sana kuona mtu mgeni anafanya biashara ya kuuza maua kali yako na kwingineko, anasikitika. Lakini nani atakayetoa msaada? Wa kutoa msaada ni hizi delegate, kwa maana ya Brela, kwa maana ya TIC, kwa maana ya watu wa kazi. Hawa watu watatu hawa wakifungamana na kulinda uzalendo kwanza nchi yetu itaenda vizuri sana na uchumi wa nchi utaimarika. Lakini kwa hali ilipo saa hizi, wafanyabiashara wanafirisika. Tumekuwa na e, zoezi maalum na tume ambayo imeundwa na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara, lakini ikisimamiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na zoezi lile linakwenda vizuri. Tuna tatizo la kisheria ambalo tunaiomba tuna serikali lakini na mamlaka kuharakisha mabadiliko ya sheria ya kulinda mzawa ili haya yasiendelee kujirudia maana vinginevyo tukichukua miaka miwili mitatu minne ijayo watanzania wote tutakuwa tu tumekuwa wachuuzi, na sio jambo zuri katika nchi. Na tukumbuke kwamba e, tunapomwezesha mtanzania mwenzetu fedha zote zinabaki katika mzunguko wetu wa nchi, kwa sababu akifanya biashara akipata fedha, atajenga jengo, atajenga hoteli, na hii yote itaongeza mzunguko wa fedha, lakini na kuongeza ajira. Lakini mgeni anapofanya hizi kazi zetu ndogo ndogo za uchuuzi, kila kinachopatikana chote kinaondoka kurudi katika nchi yake. Na nafikiri tunaona uhaba mkubwa eh, wa dola katika nchi. Haya nayo ni mambo machache ambayo yanasababisha yana, kwa sababu wao wanapouza muda wote wanatafuta dola na wako tayari kununua kwa bei yoyote, kwa sababu wao eh, wanafanya na makampuni makubwa na uwezo wa kupata fedha kwenye eh, mabenki yao kule kwenye nchi zao eh, ni mwepesi kiasi fulani. Kwa hiyo tunaiomba serikali kuchukua hatua za dharura za muda mfupi, lakini kuangalia hatua pia za muda mrefu kwamba tunaliponyaje taifa kutoka ah, hapa tulipo. E, jingine la mwisho ni juu ya baadhi. Kuna chombo kimoja cha habari ambacho e, wakati ule tarehe 30 tulivyokuwa Ikulu e, tukifunga ile ripoti ya maafa Kariakoo, kuna video ambayo waliitoa na wakasema vibaya juu ya wanafanya biashara, na bahati mbaya wanapotoa taarifa zile hawatoi nafasi kwa upande wetu kuthibitisha au kusema neno juu ya kile ambacho e, wanakisema, unaona tu na nilijaribu kama mwenyekiti kuwapigia Wauliza kwa nini wanafanya hivyo na wanatumika kwa faida ya nani, na nikajaribu kuwaomba pia nafasi kupata nafasi ya kwenda kwenye kipindi chao ili tufafanue yale ambayo wanayasema, hawakutoa nafasi kwa sababu zao ambazo eh, wanazijua wenyewe. Sasa kwa sababu tunahitajiana wote na tunawaheshimu sana waandishi wa habari, lakini na wamiliki wa vyombo vya habari vile vile, ni rai yangu kwenu nyote waandishi wa habari kutoa taarifa zile zenye kujenga lakini na kuwaunganisha eh, Watanzania kuwa jambo moja na ninafikiri wanafahamu. Hata juzi wametoa eh, kwenye kipindi chao cha asubuhi kwamba wametuita matapeli na mambo mengine ya aina hiyo. Sasa sisi kwa kuwa ni waungwana na tunahitajiana kufanya kazi kwa pamoja, hatutaki kwenda kwenye kuvutana au kulumbana. Busara inatuongoza kuwaomba watuombe radhi wafanyabiashara wote wa nchi kupitia kauli ile waliotusema, lakini wawe wanatoa ushirikiano. Ukiangalia eh, tangu tumekopa madarakani tumeitwa na vyombo vyote vya habari kufanya vipindi lakini wao pekee hawajawahi kutuita na hatujui ni kwa nini, lakini sisi tuko tayari kufanya nao kazi, na tunawapa nafasi pia ya kuendelea kujirekebisha, na watupe nafasi twende tuwahabarishe Watanzania yale ambayo e, yanaendelea. Lakini kwa wale ambao tunaendelea kushirikiana na washukuru sana, na naomba tuendelee kuwa kio na kutoa ushirikiano kwa kila eneo kuhakikisha kwamba tunaisaidia nchi e, kimataifa lakini na kitaifa vile vile, nawashukuru na naendelea kuwapongeza waandishi wa habari ambao mnafanya kazi zenu kwa uweledi, na naomba tuunganishe nguvu, tulinde maslahi ya wafanyabiashara lakini na ya nchi kwa ujumla. Asanteni sana.